Naam, bwana, baada ya voice kusikika Manara akiwa anamzungumzia vibaya Alikiba, e, nadhani kila mtu atakuwa anafahamu kwamba katika watu ambao wamesemwa vibaya na Haji Manara, mmoja wapo katika zile voice ambazo zimevuja, mmoja wapo ni Alikiba, yaani tena sana sana alizungumziwa negativu zaidi ni Alikiba, umeona bwana eh? Kwa hiyo hicho kitu kilimkera hata Alikiba mwenyewe na akaamua moja kwa moja na yeye pia aruke kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu, katika Insta story na kumdondoshia madongo vijembe Manara kwa kile ambacho alichokizungumza. Maana tulisikia kwamba Manara akidai kwamba Alikiba ajui kuimba, anabana pua, anaimba nyimbo utu na utulivu, huko amebana pua wakati huku wenzake wanafanya muziki ambao unaenda kimataifa kama komasava Masava. Yani alikuwa anampa credit Diamond akimkandamiza Alikiba. Alikiba alimjibu Umeona eh, nadhani uliona katika video iliyopita hapa Trend TV nilikuelezea kitu ambacho Alikiba alimjibu Manara waziwazi wazi. Umeona bwana? Sasa baada ya majibu ya Alikiba kitu ambacho tumekuja ku notice sasa hivi ni kwamba Manara bwana ameonyesha utu, ameonyesha ustaarabu, ameonyesha maturity kujitambua, eh, kupitia kurasa wake wa Instagram Manara ameamua kumwomba radhi Alikiba kwa yale ambayo yalikuwa yametokea. So kupitia ukurasa wa Instagram wa Manara mwenyewe, ameposti akaandika, Uh, ujumbe mrefu kabisa akiwa anamwomba msamaha Alikiba kwa vile vitu ambavyo vimesambaa huko mtandaoni kuhusiana na zile voice na yeye alichosikika akiwa anamsema Alikiba kupelekea mpaka Alikiba akachukizwa na kumjibu Manara. So Manara ameandika hivi. Ameandika hivi kwamba alhamdulillah hapo nilipokuwa, hapo nilikuwa nilikuwa nilikuwa naona nilikuwa naona kwa asilimia si chini ya kumi, ya kumi na nne Mwegulu Nchemba akiwa kama waziri wa mambo ya ndani alikuja kunitembelea. Enzi hizo nafanya kazi Simba, pengine hii TBT ndio inanikumbusha machungu mengi niliyoyapitia katika maisha. Hapo nilikuwa natafuta, natafuta, natafuta, natafuta, natafuta vidagaa vya kulumagila na wanangu. Hapo maisha yalikuwa ya kawaida sana. mwelekeo wangu mwe, mwelekeo wangu ulikuwa ni kuhakikisha wanangu wanasoma na kufikia malengo yao. Leo alhamdulillah wawili wanasoma nje vyuo vikuu na mmoja yupo mlimani, mdogo kabisa yuko olevo. Usithubutu kukata tamaa katika maisha na mtangulize Mungu mbele. Ikumbukwe kwamba I'm sorry kwa wote niliowakwaza jana, na nitatafuta nafasi na muda sahihi kwa kuja kuwaomba radhi rasmi. Alieni rekodi tayari, nimeshamsamehe tumwachie, tumwachie, tumwachie maanani ambaye ni hakimu wa haki. Umeona, huo ndio ujumbe wa Manara kwa voice ambazo zimesambaa kwenda mpaka kwa Alikiba na nini na watu wengine kibao. So hapa kuna page imekuja kuripoti ikiwa imeandika kwamba baada ya sauti kusambaa mtandaoni, ambazo haji Manara anasikika akisema kwamba Alikiba ni mbanapua na kumpa sifa za kutosha Diamond Platinumz. Sasa Manara amekuja kuposti picha yake ya zamani akiwa na mtoto wa, akiwa na watoto wake na mheshimiwa Mwigulu Nchemba na kueleza namna alivyokuwa kwenye maisha ya chini na hadi kufikia hapo alipo sasa hivi. Mwishoni ni kwamba amemalizia kwa kuandika wote aliowakosea jana wa msamehe, na akidai kwamba atatafuta siku nzuri ya kuja kuwaomba msamaha rasmi. Kwa upande wa aliyemrekodi yeye tayari amekwisha msamehe. So huo ndio ujumbe wa Manara kuomba radhi. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section na kipi cha kuzungumza kuhusiana na hilo. Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.